Marahaba wanga. Jambo. Jambo. Marahaba. Huyu ndo Musa? Rafiki e, yangu. Bila shaka. Ah, I see. Musa, karibu. Karibu sana. Ah, niambie e, ah, wanga Mjumbe, sisi hapa tumekuja na shida moja e. Musa amepotea. Amepotea? Ndio. Akapotelea kwenye kijiji chetu. Ndio. Ni neema hiyo. Sasa mimi nilikuwa nauliza kama unaweza kutusaidia maana wazazi wake hawajui yuko wapi. Subiri kwanza wanga. Halo? Ah, Bwana Gomezi? Ah, nafahamu ndio kwamba unanidai. Ah, lakini shida ni mazao. Na kwenye gala langu kuna mazao mengi sana. Hebu naomba univumilie. Nitakapopata tu wateja, nitakapoanza kuuza, basi nitahakikisha nalipa madeni yako yote. Nivumilie tu basi. Sawa, nashukuru kwa kunielewa Gomez. Aya, sawa. Wanga Musa, aisee wazo la biashara Musa, umejuaje hivi vitu? Kama una mazao mengi ndani ya ghala fanikisha kwa kufanya hivi. Una simu aina ya smart, pakua application ya kuuza na kununua mazao wa wow. s andika namba ya simu, sehemu unayopatikana, bei ya mazao, bei ya mazao. Sawa. <laughs> wanga <laughs> una rafiki special sana yaani, rafiki ambaye ni mzuri na ana biida semabiinipegwala <tipi> Musa. Nikupatie kidogo jawaaa Musa. Musa eh, umenipa mawazo mazuri. wangepatikana watoto watano tu kama Musa, asilimia kubwa kijiji chetu kigenemekakunkuna magari, pikipiki, basikeli za kutosha. a sasa ntalifanyia kazi swala lenu, na hili swala pia ntalifanyia kazi kwa sababu sahizi. Ngoja kwanza niwahi shambani, nikapige picha mazao, alafu niweze kufanikisha alichoniambia. Gee, na jamii unanitenga Sikiliza, nahitaji mtoto wangu. Nimeenda huko shuleni, nimekuta shule zimefungwa, nimewasiliana na mwalimu mkuu, naye anasema hana mawasiliano na yule madamu. Kwa hiyo ninachohitaji mimi ni mtoto wangu. Unajua wewe ulilazimisha sana ule mtoto aende kule, nilikuwa sitaki, lakini wewe ulilazimisha. Sasa nahitaji mtoto wangu, fanya juu chini, namtaka mtoto wangu. Ila mume wangu, najua singine, unaniposea sana yaani umekuja unakupa pole, unanikrashi, unaongea habari za mtoto kama vile mimi yule sio mtoto wangu mimi. Ni mtoto wangu pia na uchungu naye, mi ndo nilioingia leba, yaani mi na uchungu zaidi yako. Nimechanganyikiwa, sina namo ya kufanya kitu chochote kwa sababu yule mtoto wetu We. nimechoka kusikiliza hizo porojo zako iwe ulienda leba huo ulisikia uchungu hiyo, haiwezi kuwa sababu ya mimi nisimtake mtoto wangu. Sawa, nahitaji mtoto wangu. Unajua huko aliko mtoto, sijui anakula nini, anaishije, sijawasiliana naye tangu kaondoka hapa. Hata kuona tu sura yake kwa video call hakuna, hata kujua taarifa yake, sijui. Yuko hivi, hakuna zaidi ya uongo mwingi unatumika. Nataka mtoto wangu Mme wangu tu, wavumilivu, tuvute subra, netweki tu hizi zinasumbuaga mwezi mzima, netweki inasumbua hivi. Mbona wewe hivi, bichwa lako halina akili? Kwa, kwa nini jifikirii? Nataka mtoto <laughs> wangu. Lakini mme wangu, unajua nikosea sana saa ingine, hata ni mawasiliano. Mme wangu, mtoto kachukuliwa na yule madam, ni mtu mwema tu, hana shida, na tulikubaliana mimi na wewe Ulikubaliana na nani? Mi nikubaliana na wewe? huyo mtu mwema anaonekana machoni? Nilifanya kwa kukulizisha wewe, kwa sababu ulikuwa na kinganganizi sana. Nahitaji mtoto wangu. Musa, nilijua tu nitakukuta huku bustani, maana sijakuona kule mbele. Musa, usisahau kwamba uliniahidi kwamba utanisaidia. Sasa utanisaidiaje? Haya sasa, tutamshirikisha Mungu kivipi? Mi hata sija-, sija maindi abaut hiyo. He, kumbe sasa unamjua bibi yangu. Nitakuja kivipi jamani kusali? Ah, nitamuomba bibi labda atakubali. Umesikia? nisaidie hivi dada, wewe mbona gumu kuelewa kila ninapoongea na wewe yaani, wewe mgumu kabisa kuelewa. Unajua mimi sikuelewi mambo yako. Mimi na wewe unakuja na Wanga, unajua Wanga atakuwa yuko na Musa huko. Musa si yuko nyuma huko. Jamani yuko na Musa. Eh, atakuwa hapo nyuma anaongea. Ye, ndio mbona yani hujue Wanga naye ni mjeuri? Ni sasa yeye na Musa wanaongea nini? Musa wenyewe asikii. Yeye anaelewa kila kitu. Yule ngumu kuelewa asikia, hajui kuongea lolote. Aenda kukaa naye, unazungumza. Yeye mtoto mbishi naye huyu. Jamani Wanga ni mbishi jamani. Unajua, dada, umejua kutuletea kizaa kizaza jamani kijijini hapa. Kwa nini mama kutufanya hivyo ngumu kuelewa? Dada yangu kila tukizungumza, dada anarudisha huyu mtoto wa watu ulikontoa. Dada, bwana huyu mtoto bwana, tunataka aleta kila kukicha, kuna matatizo mapi. Juzi juzi tu hapo mtu kajinyonga. Eh? Jana mtu akakata mapanga. Yaani tangia aje mtoto huyu kinyo kijijiki. Yaani amani imevurugika, imevuga ni kupita kiasi yani mimi sio. Yaani kila unajua sina la. Mimi ndio swali wewe na nyakosi wako. Kila mkija hapa mnalala. Kwaiyo ye ndo alienda huko, yani kwa huyo mtu akamnyonga? Yeye ndo alienda huko akafanya hivyo? Yaani mi siwaelewi. Ujue mi sijamwongelea Nyakwasi hapa, ametoka hapa, sijui jana, sijui juzi hey, sijui lini. Kila akikaa huko anawaza hapa. Wewe ni mbishi, adakasi kutuponza sisi eh? Adakfanya sisi tufanyiwe vitu vibaya, tuonekane wanga na sisi wote eh? Yani, si kwa nini baba akakuzaa jamani bwana, ange mama angekubana akakuua, nikazaliwa peke yangu. Yani mimi wasikuelewi, unajua ninapita kimaanika ntaa zima yake mimiaku shida, shida zote ziko huku nini una unajua wanakijiji wananong'ona sana kuhusu haya mambo. Yaani ya mimi nikipita sina watu afikini tutoa mimi na kaa naye mimi ndani huko. Kwani wewe unang'ang'ania una faida naye gani? Kwani nyie mnaamini Mungu mnaamini mtoto ndio anafanya mambo kama hayo? Mimi dadangu wewe yani mimi si tunakuchukuliaje yani wewe? Tuna yeah, imani tofauti. Yaani wewe sijui ukoje wewe. Unajua mpaka watu wanakuona mwanga. Na mimi unavyosemwa wewe vibaya mimi najisikia vibaya kwa sababu wewe ni damu yangu. Wewe ni ndugu yangu. Ukinenewa mabaya tu basi mimi roho zima inakilika. Kwani mi dada wangu anaongelea mambo haya leo, nimeamua kuja ili tupate kuyazungumza. Basi mtoe huyu mtoto nrudishi uliko ntoa, kama unaonaje? Basi wanakijiji tukuchangie tukuchangie wote mtoto. Kaja kwake mimi, neema zimekuja hizo. Saa hizi mi nauza mboga mboga, napata kwa siku elfu tano elfu sita Huwezi kujua, kila jambo linapangwa na Mungu na hivi kizazi sina Nyewe unanisaidia nini? Siku moja hapo umekuja umenipa buku lako umenipokonya kama mtoto mdogo. Mimi siishi kwa ajili ya vichwa vya watu, naishi kwa ajili ya kichwa changu mwenyewe. Wewe tena. Hivi unajua tatizo likikupata wewe hadi mimi nitanipata. Unasema kama unalima mboga mboga, sijui kwa ajili ya huyu mtoto mboga mboga gani? Zaidi mtoto kufanyia mazingara tu. Mimi jana tu nimemwagilia nime mboga jana, nimemwagilia juzi. Yaani kila siku namwagilia mboga zangu. Mbona zimedumaa si zijakuwa? Zikuweza kwako wewe? Unajua hawa watoto wa design hii wenye, wenye maajabu hawa wana kawaida kumteka mtu akili yake. Uoni kama unatekwa kijiki tangulii, mtu akalima mboga na zikasimama, mtu akapanda kitu na kikasimama kikasimamama um, nafsi nzito ndio maana azikuli dada. Mimi nakuomba mchukua yule mtoto ukamtupa ulipomkuta kama unaona kama ukimtupa pale ulipomkuta unaona kama atarudi kama paka mchukua ntia kwenye kiroba, nzungushe nzungushe, nzungushe, nzungushe ntia kizunguzungu, mke nitaloni huko, hata pita nikiondoka na maji ntonsimbazi, sio nituaji. Anaondoka zake na maji, arudi tena, kwa sababu sinakuwa taliusha mvuruga akili awezi kurudi nyuma. Fanya hivyo ei, tupate kuishi kwa amani. Huo uuaji huo, ndiyo maana mboga zenu hazikuwi kwao. No, unaona uuwaji wetu sisi, yeye anavyotuua ko na kijiji hapa, ana alivyoniulia mwanangu, yani yeye kufa yeye unaona wewe kwamba mimi nimeongea maneno yasiyokuwa na maana. Lakini alivyoniulia mimi mtoto wangu nilionitoa tumboni miezi tisa nimetoseka naye. Wewe, wewe, uyaoni dada angu, nashukuru yaani wewe una roho ngumu sana, najua utaratibu unamba bwana wewe mba wakati unaniumiza kama ukurutu kama hutaki basi.

Unapeleka wapi sokoni? nini sasa nakunyosha? <laughs> uh -huh. uh -huh. uh -huh. Yani nimepeleka sokoni mpaka nimechoka. Sasa unipe langu, si niambia utanipa alafu kingine. Yani hao wateja wao watu wa wapi? kama sio uchawi wa uganga umeasa. <laughs> si unakumbuka nilienda mjini? uh -huh. eh -eh. Sasa kule nilisikia wauni wanasema tumebunu mbwinu Mbunu mbunu. Tumebuni mbwinu <laughs> mwanataka nitukane simu yangu ile ilivyoenda kurekebisha, sasa si unakumbuka? mm. Ehe, sasa Musa ni chongo yote hii Musa? eh eh, hey, kanuka kwenye reli Musa, Musa, huyu mtu mjukuu wa Bibi Mindu nani? si Musa mjukuu Bibi Mindu? naomba chanua Mbona, alina nywele hapa. mimi nakutoa wewe, ni timu msukule kule. Wewe usishike kichwa changu, nimemaliza naomba, Musa. Yes. eh, eh! nani kwenye hii nyumba tusiongee Musa, nani? Sasa nyakwesi hivi. Hakuna cha nyakwesi, nyakwesi jina langu mchumbani, naomba uniache nywele zangu ziko wapi? kwenye hili chanua hakunaga chanua kachana zikaacha kuja nywele. Nywele zangu ziko wapi? Sijakuchana, nilikuwa natoa mba. Nywele zangu sijakuwa, hamna nywele humo kwenye chanua, ni mba na kata mstari, na mba na kaata mstari, natoa mba. Umeanza kuwa mwanga. Nimejiuliza okay. Maswali leo, sikiliza nikwambie, makusanya. Nimejiuliza maswali mengi sana leo, nimekosa majibu. Kwa nini leo nimeenda sokoni mimi mwenyewe trip sita? mara sita naenda narudi napeleka narudi. Wewe kazi yako ilikuwa ni kukusanya hela kuweka mfukoni. Simu mke wangu online, nimejifunza yani nimefundishwa na Musa online biashara. Hebu niache bwana Musa wa nyoko. Mke wangu kuna kitu gani ambacho unaweza kukielewa labda? Sikiliza nikwambie wewe baba, sitaki kuongea na wewe yeah. Wewe endelea na musa wako Umenielewa? Endelea na Musa awe anakupa hizo biashara za online. Wewe endelea kutaka kunitoa mimi kikoa, si unataka kunitoa mimi kafala? Masa mke wangu milikutoa, si umetumwa kunitoa kafala? Umeona nyota yangu inawaka, nyota yangu iko ng'ali ng'ali, unataka kuniondoa duniani, baba sifu, kwa taarifa yako makusanya siku leo wala kesho, bado nina Mungu na ninatembea sana na nitatamba. Wewe unijui mimi mi nilikotoka wewe tumekutana hapa lakini mi nimetoka huko, nimevuka ziwa. Hey, kuja uniua kipalapala, unaniua kijingajinga, sifi nakwambia, sifi na sasa. subiri nikaonyeshe show. Nyakwesi. Nyakwesi. jina langu nishakwambia. Wewe unaenda wapi sasa? Naenda kuonyesha show. Asa, huyu mtoto atamkubali lini. Choka. <laughs> Wewe, wewe, fungua we, we, we, we, mlango tuongee. Unajifanya umelala we, unalalaga mida hii? Si saizi wewe ndio mida ya kazi, mnataka kuwahi kazini. Kwani matatizo gani? Una matatizo yangu, hata nikikwambia unaweza ukanisaidia? Hautonielewa. hivyo hivyo, nimekuja hapa, nataka umwambie huyo kinyang'anya, Tila wako, huyo mshenzi huyo, bubu wako mwenda wazimu. Kwanza hivi we mama, huyo mlemavu wako ananitaka nini? Na nakuuliza we mshenzi, unanitaka nini kufanya umelala? Unanitaka nini, nini we mbwa wewe? Uko sawa wewe? Siko sawa, mama ni mgonjwa, tena mgonjwa kabisa, na nina vyetu. Nimekuja kukupasha habari, koma Mwambie na huyo taila wako akome, kama alivyokoma kwenye titi la mama yake. Akome, ulikomtoa mrudishi. Anakula ugali, unikome kula ugali, akale ugali wa polisi, sio kwangu. Mi siwezi kumpa ugali, labda nimpe sumu. Mi nimpe ugali huyo mshenzi? Mi nitampa sumu, sio ugali. Hivi unajua wewe, mtu mzima unaongea maneno mazito mbele ya mtoto ili ajifunze nini? Ana utoto gani? Si jitu lirefu hilo kabisa, kaa ngongoti Unaweza ukasema mtoto huyu mtoto, mtoto mimacho ameyakodoa kudo. Mtoto huyo mtoto, ukimuuliza domo analigusa linakuwa refu, anagusa pua. Ana utoto gani? Asioenda kwa dobi ya katakata. Nakuuliza tena uko sawa? Mimi mgonjwa, nishakupa jibu. Unataka nini? Nisikilize wewe, mama, usitake nikakuvunjia heshima. Na mimi heshima siikopi wala siinunui na kuvunjia sioni shida, kwani umevunja mara ngapi? Hiyo unataka kuisema ya namna gani? Itakuwa mara ya saba, kama siyo ya tano. Naogopa uogope, usiogope, uniusu sikuhusu, si jamaa yako, siyo ndugu yako. Kwa hiyo ni komi, sina roho mbaya kama wewe. Na huyu mtoto siwezi kumpeleka popote. Hiyo roho nzuri ulionayo ipi? Ya kuloga watu? Roho nzuri ya kuloga watu. Huyu mbwa nikimkuta nyumbani kwangu kama sitomwagia maji ya moto basi nitakata zile kongolo zake, alafu ndio utajua mimi ni mzima kichwani ama ni mgonjwa kabisa. Nimeongea kwa upole, sio kwa ukali, nielewe ya kuingie koma we mama, na kukomesha mtu mzima wote usiku huu. Hivi wewe si ndo chizi? Unatoka kwako huko, kaja kwenye nyumba za watu wa sasa. Mruhusu aje kwangu, aje kufanya nini, wakati mwanao wako ndio anamuita? Anamuita? Anamwita si ndio? Waendelea kumtuma mtume, Sibingo akutuma sana. Wewe pia unamtaka bwana wangu, unamtaka kabisa. Hey, hey. Angekuwaje atakata kila siku mjumbe, unamtaka na unamtaka Ana, sana. Maliza nilale, bwana, nimechoka. Usinifukuze wakati nakuja, nilikuja mwenyewe na kuondoka, nitaondoka mwenyewe. Ni unamheshimu nani? Kafunge mlango kwa mlango gani? Hii nyumba mimi nikikojolea tu sahi na iwasha moto kuna nyumba kuna takataka. we naye wasemea, wanalala na we naye, utalala, we unalala, unajiegesha. Kwa hiyo kule kwako kuna gorofa? mimi nalala aswa, au ile miti? mimi nalala aswa. Njoo ulale kwangu, kama hautolala mpaka kesho saa kumi na mbili ukakojwa kitandani. Mwendazimu nini wewe? <coughs> nitakuvunjia heshima. <coughs> <coughs> na ukome, nimekuja kukomesha. Koma wewe.